Wa tukufu wa Islam. Leo tuko katika siku ya Idi, siku ya furaha. Tumetoka katika masiku tisa, leo ya kumi ikiwa ni masiku matukufu. Tumejishughulisha na ibada mbalimbali mbali. Na leo tunahitimisha kuendelea na ibada mbalimbali mbali. Kama Allah Tabaraka wa Taala alivyotuelekeza, baada ya swala hii tunaendelea na kuchinja tukiwa katika siku hii ya furaha, na saha zangu kweni Waislamu, kipindi hichi tuko katika kipindi ambacho taifa letu linaingia katika uchaguzi muda si mrefu, ambaye imebakia muda mchache, tutaingia katika uchaguzi. Lakini pia sisi ni mashahidi katika hali halisi inayoendelea tunaiona kwenye mitandao, tunaiona kwenye television, tunasikia kwenye maredio, watu kutokuwa na nidhamu na utiifu kwa viongozi wetu wa dola. Utakuta raia mtu wa kawaida anakuwa ni mwenye kuwasema vibaya, kuwatukana viongozi, wakimtukana Mheshimiwa Rais, wakiwatukana mawaziri, wakiitukana dola kwa ujumla wake, kana kwamba wana sehemu nyingine ambayo yenye utulivu, na wakitaka kwamba bora hata kuharibike, kuchafuke nchi, ijulikane kwamba ina machafuko, haina utulivu wote wa kukaa mtu kana kwamba wananchi nyingine wanaweza wakaishi, kana kwamba wana utulivu mwingine wanaweza wakaupata. Hili Waislamu, sisi kama Waislamu tumelelewa na dini yetu. Dini yetu sio dini ya mihemko, sio dini ya kuwachafua viongozi, sio dini ya kupingana na dola popote pale, bali dini yetu ni dini ya ustaarabu dini ya kuheshimu viongozi, dini ya kuwashauri viongozi kwa nidhamu. Tena ushauri wa Waislamu, hautakiwi kumnasihi kiongozi hadharani, hautakiwi kumshauri hadharani, bali kinachotakiwa umwendee kwa siri, na atayapima mawazo yako, atapima ushauri wako. Kinachotuvuruga sisi Waislamu pia tukaingia kwenye mkumbo huo mpaka watu wanawaona Waislamu wakiwa na utulivu na usaarabu huu kuwa wa kuwaheshimu viongozi, wanaona Waislamu ni mazezeta hawafai, ukifuatilia mita, mitandao ya kijamii. Bali Uislamu unaongozwa na kitabu na sunna na Qur'ani na sunna. Mtu anaweza akahemka akasema mbona shehe fulana ajitokeza. Kupotoka kwa mtu haiwi ni sababu eti watu wengine hawako kwenye uongofu wanaojiita wanaharakati wanaojiita mashekhe wanaharakati Waislamu. Sisi kama Waislamu hatuko tayari kufuatana na tabia kama hii. Sisi tumelelewa kuheshimu viongozi wetu. Cha msingi kila mmoja ni shahidi katika hali halisi inayodiri inayoduru katika mitandao. Kama Muislamu, chukua nafasi hiyo. Imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi anasema, ningelikuwa mimi na dua inayokubalika kwa Allah, ningelimwombea kiongozi wangu, Allah tabaraka wa taala ampe taufiqi na hikma na busara katika uongozi wake anavyowaongoza raia. Lakini inatokea muumini anamlaani kiongozi wake, anamtukana kiongozi wake, anamtukana ima ni waziri au mbunge Anaona ni mtu hafai kuwekwa katika, katika jamii. Sio Uislamu huu, bali viongozi unapowaombea dua nzuri pia Allah, tabarak wa taala, anasalihisha nyoyo zao na wakuwa ni, wanakuwa ni watu wazuri katika jamii, wanawafanyia mazuri jamii. Unapoiomba laana, unapowalaani jua, unajilaani mwenyewe. Unapomlaani kiongozi, unajilaani mwenyewe. Hakuna pahali pa kukimbilia, wapenzi wa tukufu wa Islamu, tuna mengi ya kunasihi, tuna mengi ya kunasihi, lakini nasaha zangu ya mwisho, tunakwenda kuchinja. Tunakwenda kuchinja, ni ibada ambayo ni adhimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, al ma amila ibn adama ma amila Ibn Adam fi yaumi n nahar ahabu ila llahi min ihraqi ldami hajawahi, kufanya mja wa Allah amali iliyo njema katika siku ya kuchinja kama kumwaga damu ya mnyama ambaye anamchinja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Watu wanafanya hili kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, si kwa jinginelo. Hawataki sifa, hawataki kujionyesha, pia hawana ria juu ya majambo haya. Tuende tukachinje wanyama wetu. Mnyama mdogo ambao wanaweza kumchinja ni kondoo wa miezi sita, mbuzi wa mwaka mmoja, ng'ombe wa miaka miwili, ngamia wa miaka mitano. Baada ya kuyasema haya, ndugu zangu, kuna siku kama hii watu hufurahia, kuna michezo mbalimbali hufanywa. Niseme tu mwisho lakini sio kwa umuhimu sana, watu wajishughulishe na mambo ya ibada. Michezo ina nafasi katika sherehe kama hizi, lakini tuangalie ni michezo gani ambayo watoto wetu watakwenda, vijana wetu wataifanya, isiwe na vunja maadili ya Uislamu. Masuala ya madisko si masuala ya miziki, haya ni mambo ambayo ni milio na mivuto na sauti za ibilisi. Akienda huko mtu hatoki, akienda mtoto hatoki, anafisadiwa moyo wake na akili yake. Idukum Mubarak. Nasema mwisho tuwaombee ndugu zetu wenye matatizo, tuwaombee ndugu zetu ambao wanapatwa na madhila mbalimbali mbali. Leo si tuna furaha, lakini ndugu zetu kama Palestina, usiku na mchana wanakula mabomu, si watoto si wazee si wamama si vijana watu, mji umeshaangamizwa, imekuwa ni uwanja, usiku na mchana mtu wa, watu wanakufa, chakula hawapelekewi, wamenyimwa wafe, wafe kwa njaa, wafe kwa mabomu, na sehemu zingine zote ambazo Allah tabaraka wa taala amewapa mitihani kama hiyo, zidisha dua, kwani ni, ni siku pia za kukubaliwa dua zetu, waombee ndugu zetu. Tuiombee taifa letu lisiingie katika machafuko, tuombee taifa letu amani tuliyokuwa nayo pia iendelee kudumu, kwani amani tuliyokuwa nayo ikikosekana, huwezi kuipata tena. Angalia mifano Libya, angalia mifano Siria ilikuwaje, angalia mifano Yemen ilikuwaje, angalia mifano Iraq ilikuwaje. Nchi zote zimebaki ni mahame matupu. Leo mtu anaweza akahemkwa akasema